Walimu, alitwambia tunendeni, mkaandike neno moja tu. Hakutueleweesha vizuri kwa kwa muhimu, akuna umuhimu mwalimu hakutueleweesha vizuri kwa hiyo kuna muhimu kwa mwalimu kutueleweesha vizuri, ndio katika katika ambayo katika naume

Kwa kweli tumejifundisha mambo mengi, lakini mimi naona ile ya kadi ile imetupa challenge kubwa sana. <laughs> Yani pale nakuangalia mwanafunzi kama akili yako inafanya kazi ama vipi, yeah. na pia ile kuwa na nidhamu nidhamu pale ni muhimu sana kwa sababu ule kiongozi na wale watoto kila mmoja anataka kufanya yeye pale hasa, lazima wapange kwanza. ona Grupu yangu kwanza imeshinda, kwanza lazima nitangaze hilo. Somasala no majuto, hii akadi ndio ilikuwa na challenge, unajua? mi wanafunzi wangu wame walibakisha wali ba, wali tu tatu za mwisho tatu bana, sita. Na nyinyi? <laughs> <laughs> Kwa hivyo kwa kweli, Naam, kwakwelinamkaona yake labda tu wawili peke yake watuambie wamejifunza nini kutokana na naam. Naam. Ah, ongezea tu. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, naeeaa mimi nimejifunza kwanza ni sababu gani imepelekea mpaka hakuna group ambayo kwamba imeshinda au kwa, katika wanawake kuna ile wale wameshinda. <coughs> Ah, ile hii hapa ya kwanza hiyo hakuna. Nimesoma kwamba em, wale viongozi wanaanzisha kazi lakini hawamalizii, alafu pia, <coughs> naam tunajifunza alafu pia e, kiongozi siku zote ndio wanakuwa

nyingi kwa wakati mmoja. Kuna wakati hata ukilemewa, yeye mwenyewe anakuja, anakuonyesha namna gani ya kufanya kwa sababu lawama zikija zitarudi wapi? Kwake tena. Kwa hiyo viongozi wetu ndio wametu wametuangusha. <laughs> <laughs> uh? na? ah, ya pili ya, ya, lakini ya pili. Ya, <laughs> <laughs> ya, ya, ya, ya, ya, ya pili tulishinda. <laughs> Katika ile ya kupanga kiongozi alijirekebisha <laughs> na akafanya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Wa alaikum. laughs> kwenye hii michezo tumekuwa tume na ushirikiano eh, tumechangamsha akili pia na kufurahishana kuchekeshana, pia tumechekeshana. <laughs> Assalamu alaikum. Katika huu mchezo pia tumepata faida katika ile tuliosomeshwa, kwamba kumepatikana almajmuat sagir litalim, yani kumepatikana group groups zile ambazo kwamba zinatakiwa kwa mwalimu awaweke wanafunzi wake Alafu pia tumepata ataaunu ala tafkiri al amiq, yani mukae pamoja, kila mtu ile neno moja tu, yani kila mtu atoe mawazo yake, mufikirie kwa undani namna mtakavoliunga ile neno. Na pia tumepata almusharaka, yani tumeshirikiana katika kuweka sawa hivi vitu. Tamam, shukran, jazakumullah. Naam, katika vitu vingi ambavyo vimetajwa zote ziko sawa. Sasa katika kuangalia mambo ya uongozi na leadership. Kama kwa mfano katika mchezo wa hiyo neno moja tu, mimi niliita viongozi nikawapatia sheria nenda ambia group yako watengeneze neno moja tu. Sasa katika ile message ambayo imetoka kwangu mpaka kwa mtu mwingine mpaka kwa mtu mwingine inaonyesha nini? Lack of continuity. Kivipi? Sasa hivi kwa mfano, mimi sasa niseme, nimwambie ustadhi kwa mfano ustadhi Uh, kumenyesha mahali fulani hakupitiki. Kumenyesha mahali fulani hakupitiki. Ustadi akimwambia, ustadi mvua hata kupitiki hata, hata ukipita na miguu hazama. Umeona sasa kila ikienda, inabadilika. That's one. Number two, as a leader lazima ujue namna ya kupass message. Sawa. Makosa asema mwalimu lazima afundishe wanafunzi wake vizuri. Sah. Lakini si mimi nilikuwa mwalimu, wewe ndio ulikuwa mwalimu. Kwa hiyo wewe ndio ufundishe wanafunzi wako vizuri. Sawa. So lazima kujua namna ya kupass information. Kitu cha pili, mshauri. As a leader lazima ukue na watu ambao watakupatia ushauri. Umeona? Katika ile mchezo wa pili venye alivyosema Ustaz Suleiman ni sah, ni kweli, kwa sababu wenyewe ivo. Alafu baadaye naanza kujipanga. Kitu chengine najua hamkukitaja, lakini niko na hakika kila mtu alikihisi apao furaha, na mfano tulisikia, lakini kuna kingine kidogo kibaya, lakini tulikihisi uhasidi, kwa sababu ulikuwa unataki mwenzako apate <laughs> <laughs> <laughs> kweli urongo? kweli urongo? ndio maana pale mtu akifungua, sio, utasikia hey! <laughs> <laughs> Wasabamu, <laughs> ya ya lakini, ni vizuri. Ni vizuri kwa sababu iko ndani ya roho ya binadamu lakini ni vizuri, ni vizuri kwamba hamukuitaja kwa sababu yaonyesha kuna roho mzuri ndani yetu. Alhamdulillah, si kitu na point out. Sawa, alhamdulillah. Lakini almuhim almuhim, kitu nimeona mshawara ilikuwa iko sawa, mshawara ilikuwa iko, mulishauriana lakini kiongozi hakujitokeza. Lazima kiongozi lazima asimamie ile majumua yake, na kama one thing is kiongozi ndio responsible wa majumua yake. Majumua yake ikianguka ameanguka kiongozi. Ndio maana unaona, kama unakumbuka ustadh alikuwa anakuambia nini, kiongozi shika majumua yako, control your group, kwa sababu group ikianguka sahi. Kama yeye ni mudiri madrasa ikianguka, hata la mwalimu utalamia nani? Mudiri, kwa sababu yeye ndio kiongozi madrasa. Ikifanya vizuri naam, sawa, itasifika lakini atasifia nani mudiri? Unaona, kwa sababu ni namna ya uongozi takavyo kuendelea. Alafu kitu kingine pia, unaona, katika muawana na katika ile kufanya kazi pamoja na katika ile kushirikiana ndio inatoka kufaulu. Unaona, so lazima mjue namna ya kushikiana, namna ya kushirikiana. So katika hizi tatu tulikuwa lazima lazima ufuate democratic azalida sasa, authoritative itakuja pale. Utasema mimi azalida a acha nichukue kadhaa, ama mimi azalida nitawaangalia mahali mtashindwa, nitawasaidia. Kwa mfano sasa, azalida ungechukua sema labda 1 2 mpaka 30 mimi nitazishi nitazishika, lakini nyinyi mkishindwa nita, nitawasaidia. Alafu sasa pia namna ya kupass ile information which is most important, kupeleka ile Turudi pale pale katika habatu sauda, dawaun, likulli da ukisema haba umepata, lakini ukisema haya na kwa makosa. Ndio maana pale wengine wakaandika neno majuto moja tu. <laughs> Lakini, alhamdulillah, I am happy that sote tumefaulu tumefurahi na tumesherekea na tumepata kujua mawili matatu na, na kama sawa Naam, kusana alikuwa amesema kuna kufaulu na kuna kupata. Kuna kufaulu na na kuna kupata. Cha kushangaza. Cha kushangaza ni kuwa katika group moja kwa wanaume walikuwa watu kumi si ndio? kumi na mbili. Na kwa wanawake walikuwa kumi Group zilikuwa nne Sisi wakati tulipewa mtihani tulikuwa group mbili watu nane Group mbili watu nane Sasa niona kwamba kuna kitu ya lack of management. Of management kivipi? Kujipanga. Mlikuwa mmepewa, nilikuwa naambia mko na dakika tatu, dakika mbili za kujipanga, ilikuwa mjikusanya za group, watu kumi, watu kumi na mbili. Namba ni thalathini. Watu kumi na mbili wakishika mbili mbili mbili mbili mbili mbili, wale wengine washike tatu tatu, kazi kuisha. Watu kumi, namba thalathini, kila mtu ashike tatu: moja mbili tatu, uwashike nne tano sita, uwashike saba nane tisa kisha alikwaje vumbi lingia watoni? Yeah. Nikusahau. <laughs> Lakini utokea hali kwamba saa zingine na kitu linavyoenda. Lakini alhamdulillah I hope nataraji kwamba tumejifunza mengi na at least tutakuwa tumejua namna ya kuput. Cha mwisho, cha mwisho kabisa ni tumefurahi, si ndio? Tumeenjoy na pia tumejifunza zaidi. So tumeona kwamba kufunza inakuja na njia tujaribu kuleta hizi iktirahat na, na anshita ukhra katika